kwa mujibu wa greenpeace mwaka elfu mbili na ishirini na mbili inakadiriwa kuwa tanzania hutumia vipande milioni mia saba na ishirini lakini miongoni mwake vipande milioni mia tano na arobaini ni nguo za mitumba hii inaonyesha kuwa karibu asilimia sabini na tano wa ya watanzania hutegemea nguo za mitumba kama chanzo chao cha mavazi lakini pia nguo hizi huagizwa kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo mataifa ya uchina moja falme za kiarabu marekani uingereza pamoja na indonesia lakini mitumba si tu mavazi inayopatikana bei nafuu hapa nchini Tanzania, bali ni moja kati ya sekta ambayo inategemewa kwa wingi kama chanzo cha ajira. Wafanyabiashara hutegemea sekta hii kama sehemu ya kuongeza kipato chao, lakini pia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hapa ni soko kuu la Karume jijini Dar es Salaam. Wafanyabiashara wa nguo hizi wana mengi sana ya kusimulia, lakini pia tunaenda kuangalia kwa kina ni kwa namna gani mnyororo wa thamani wa bidhaa hizi zinazotumiwa kwa wingi na Watanzania zinavyoweza kuwa chanzo cha ukuaji ama Thiri, udoro, na kupelekea kudorora kwa uchumi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Nyamgumo Mahmud, nyuma ya kamera iko Eze Films kadima. Anaitwa Isa Nyasa, ni mfanyabiashara hapa Karume wa nguo za shati za mtumba. Biashara bwana, ndugu yangu, imekuwa ngumu sana, hasa kwenye upatikanaji, uingizaji wa mzigo kama hizi biashara ambazo nadininazo za shati nyeupe zimekuwa ni changamoto sana upatikanaji, alafu bei tunauziwa bei kubwa sana mzigo ambao tulikuwa tunanunua laki tatu na nusu sasa hivi imefika mpaka laki tisa, laki tisa na nusu Tena katika mazingira upatikanaji, lazima uweke ikomo wa watu ambao unakuta pale, wafanyakazi uwape chochote, kitu chochote na wapate la maji, si unaelewa? Baza alafu kisha upata mzigo ukija nao kusokoni, uuzaji nao ni changamoto mkubwa. Biashara ni ngumu ngumu, kuliko maisha kama hivyo hivi, unavyoona, natangaza asubuhi, mimi sijaongea na mteja wote, nipo tu hapa na chambua cha mwanzoni. Nilikuwa mtumba unaingia mwingi sana, tofauti na sasa hivi. Sasa hivi hata ukipata kiatu kizuri ambacho na quality mzuri kidogo, inakuwa bei ipo juu, tofauti na zamani, kutokana na soko la sasa hivi la kwetu hapa nchini vyatu vingi sana vya dukani vinatoka na vinatoka kuna quality ambao vinashabiliana na hivi ambavyo sasa hivi ni sekandi ambavyo ni vya mtumba kwao kidogo kuna upinzani lakini mitumba si tu nguo za bei nafuu bali ni maisha biashara na utamaduni unaoenea kila kona ya jiji la dar es salam masoko makubwa kama vile karume Mwenge, mazese na ilala yamekuwa tegemezi kwa vijana wengi wanaotegemea biashara hii, biashara mtumba. Mtumba kwangu, kwamba kwanza ajira saa. Eh, mimi napata riski kupitia mtumba. Eh, kwa hiyo kwangu mimi ni sehemu yangu ya maisha. Eh, riski napata kupitia mtumba, utegemezi wangu, kwa sababu una fix tu vitu vyangu vidogo vya kimaisha. Kwa mfano kama vitu watoto wanasoma shule za kawaida apomazi madogo madogo, vitu vya hapa na pale tunaweza kufix hivyo, lakini sio kwamba ni sema kusema kwamba unaweza ukafanya jambo kubwa kabisa kupitia biashara hii, sio kweli brasa. Tunaingia tu tule mazingira tulokonayo madogo, siku zinaenda unafua gharama. Mwonekano wa kipekee na hata upatikanaji wake umekuwa kivutio kikubwa kwa wanaopenda mavazi haya, hasa vijana wa kileo kutoka maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Napendelea kulia Karume kunua nguo za mtumba kama sijilia na zungo zingine, ambapo naona kama ndio imara kwa ubora wangu mi navyoziona na urahisi na bei. Napenda kuja kununua soko la Karume kwa sababu vitu vyake bei rahisi na vizuri, na napenda pia wengi wa wafanyabiashara wa mavazi haya wanasema kuwa ukuaji wa teknolojia na urahisi wa kununua bidhaa mtandaoni umefanya kupungua kwa wateja wanaonunua bidhaa hizi. Wateja ndo changamoto inakuwa hapo, kwa sababu wengi sasahivi wanapenda vipya. E, watu wameingia sana, kuna vipya kutokana na biashara za online, kwa sababu online vitu vingi ni vya dukani sio vya mtumba kutokana online watu price, kule kulekule makubaliano na nini. Sasa naona nikiingia masokoni ambao kuna mtumba kidogo kunakuwa kuna, kuna usumbufu fulani kuepuka yale madalali 23, Tanzania ilikuwa ni moja kati ya nchi ambazo zilitumia fedha nyingi karibu dola milioni mia moja na mbili kwa uagizaji wa bidhaa za mitumba na kuifanya Tanzania kuwa ni nchi ya kumi na mbili kati ya nchi mia mbili kumi na sita duniani kuagiza bidhaa za mitumba na hata kuwa nchi ya tatu barani Afrika kwa uagizaji wa bidhaa nyingi za mitumba. Wachumi wanaeleza nini juu ya hali hii? viwanda tulivyokuwa navyo vichache ambavyo tuseme vinazalisha nguo sawa, haviwezi kukiza haja kulingana na na na situation ambayo tuliokuwa nayo, pamoja na mitaji na nini. Lakini sasa uwepo wa kitu ambacho mara nyingi kinatoka nje sana na kuingia ndani ya nchi, ina maana players ambaye anahusika kwenye distribution anakuwa ni mmoja, ni mfanyabiashara tu. Mkulima atabaki hohe hai, kwa sababu yeye mwisho wa siku hauzi kitu kilichoongezewa thamani anauza kitu ambacho ni low product, atakiuze tu kwa bei ndogo. Unaona, sasa kwenye kiuchumi, uh, ili mnyororo wa thamani uweze kukamilika, kwa sababu hiyo ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo tunaita value chain, ndo kitu cha msingi sana ambacho kitaleta tija kwa, kwa nchi kwa, yani, na, na matokeo sasa, kama uh, mnufaika anakuwa mmoja mfanya biashara tu peke yake, mkulima tunakuwa tumemwacha unaone na muuzaji wa katikati ambaye angeuza kitu ambacho kiko kamili, pia tunakuwa tumefanyaje? Tumemwacha. Kwa hiyo hapa katikati kuna kuna certain gap linakuwa linafanyaje? Linapotea e, ambacho kinachotakiwa sasa kufanya ni sisi kujisahihisha e, kwa sababu e, kuwa na, na na fedha nyingi ambazo zina yani, tunalipa fedha nyingi kupeleka nje nchi, sio vigelegele kwetu sisi. Unaona, haitakiwi kuwa vigelegele, inatakiwa tu kuwa changamoto, kwamba kwa sababu hiyo pesa inaenda, what if kama ingebaki, unaona, tukaitumia sisi, ina maana tungetengeneza fursa nyingi kwa Watanzania wa ndani, na pia hata vijana ambao wako mtaani hawana ajira ambazo ni permanent, onge toke hapo hapo na tofauti tu, na kwamba, uh, tutaongeza pia ile thamani ya, ya kitu ambacho tunachokizalisha kama nchi na kutengeneza fursa na pia hata na kodi pia tutanufaika nazo kwa sababu kwa kuwa na vitu ambavyo tayari vimeshaongezewa thamani eh, yani kama umeshatoka sasa auzalishi tena pamba tu unazalisha kitu ambacho tayari kimeshatoka kama nguo na vitambaa na nini ina maana makusanyo e, yani kwa ujumla tofauti tu na na na, na, na, na, na nyingine itakuwa inatija kwenye nchi Mitumba si tu biashara bali ni sehemu ya maisha wa Tanzania wengi. Ni sekta inayogusa uchumi, ajira na utamaduni wa kipekee wa Tanzania. Una maoni gani?